Mama hui vijana faya hey, leo tumekuja hapa South Kabras na shughuli ambayo imetuleta hapa ni kuzindua rasmi ujenzi wa daraja yetu ya Shirongo hapa Musiati a na Musiati B, na kontrakta ambayo tumepata hapa tumempatia miezi sita baada ya miezi sita hii daraja ndio imekamilika, ili watu wangu wa hapa wako wakipita bila wasiwasi hapa. tumeweka shilingi milioni kumi. Amen. na pia tuko na project zingine hapa ambazo tunafanya hapa Malava na South Kabras, ambazo tulikamilisha kwanza ni project ya maji Cheboso iliisha, na pia bridge ya Cheboso ilikuwa ya kwanza kukamilika hapa South Kabras. Magoa ka amazo umriango, shanda tulimaliza hiyo project ya manji. Alafu nakuta mtu anasema oh shalange gazi akawa na holanga tabu. Mimi nataka kuambia watu wa South Kabras. Sisi tuko na agenda ya maendeleo ya South Kabras na Malava sub-county kwa ujumla na mukiangalia mambo ya vyama vamama mulio yeah. Makhuwa ke fyama mwezi ujao ndaleta shilingi milioni moja in every ward. Hiyo inamaanisha kila ward kulava nende fyama ishirini ishirini za kina mama wakiwa majority, sawa sawa, yeah. na kila chama itakuwa inapokea shilingi elfu, hamsini, hamsini na hiyo mimi ndaleta hapa, mimi mwenyewe tukishirikiana na MCA mwami wako sawa sawa. Alafu mambo ya municipality tumeshatangaza wazi, kazi zitapatikana pale Malava municipality. Ni kwenye watu wa Malava wa kazi, nakubaliana pale na pia. Mimi nimesema mambo ya basara, tulikuwa na kuchelewa kidogo, lakini basara ikikuja pia tutapatiana watoto ambao ni hawajiwezi mambo ya basari. sawa sawasawa, hapa Malaba muko na bahati hiyo. Projekti yetu ya Tumbeni Dairy Factory karibu inakamilika, ilikuwa imechelewa, tumeweka pesa. mwezi wa pili itakuwa imekamilika, na tutaajiri vijana karibu elfu moja pale Tumbeni Dairy Factory. So mi nataka kuuliza watu wa Malaba, tutatembea na governor kwa maendeleo? Yeah. Kujenga daraja? Yeah. Kujenga hospitali? Yeah. Kujenga hospitali ingine kule Chikuse? Yeah. Kujenga dairy factory? Yeah. Wacha nione wale ambao wanatembea na gavana.